Story na stori ambayo sasa hivi tuko nayo ni kuhusiana na tajiri nambari moja duniani Elon Musk Bana, ameweza kutangaza kwamba chini ya miezi kumi na mbili kuanzia leo hata kwa wale ambao walizaliwa vipofu wataweza kuona kutumia kifaa ambacho kinafahamika kwa jina la Neuralink, e ambacho kinaitwa Blindsight. E bana, Neuralink te, inatengeneza kifaa cha kubandika kwenye ubongo kinachoitwa Blindsight ambacho kitakusaidia kurejesha uwezo wa kuweza kuona kwa wale wasioweza kuona kwa kutumia sehemu za ubongo e bana, inaitwa visual cortex e bana, hii ni kubwa sana na itasaidia kwa kiasi kikubwa sana kwa wale ambao walipoteza uwezo wa kuweza kuona na wale waliozaliwa vipofu. Funzo kimaadili e bana, inaonekana kabisa kwamba itakuwa ni fursa kwa watu ambao ni wanafanya, wafanya biashara lakini pia wachungaji na ni kwa maendeleo ya Marekani lakini pia duniani kote kwa ujumla. So e bana Elon Musk pia hakuishia hapo tu, ni moja kati ya watu ambao wanaendelea kufanya uchunguzi kila siku. Inapoitwa leo, ashatangaza siku adhimu kabisa, ambayo anasubiri wanaume 99 ili mradi waweze kugombana na golila, waweze kugombana kupitia mikono yao tu, waweze kugombana na sokwe, ambapo waliweza kutangaza dau la bilioni kumi na tatu eh, eh, za Kitanzania. So, kwa kuweka kama mda wa burudani, uko na mtazamo gani kutoka kipande chochote ambacho upo right now? By the name just call me askofuaskofu Maselon. This one hii ni sawa sawa online digital. Until next time, bye bye.